Tulikuwa kuna mambo tunayafanya bila kujua sheria, kumbe tulipopata hii semina, tutaendelea kufanya mambo mazuri kwa kuwa tumefunguka, tumejua sheria ya ardhi, sheria ya ndoa na taraka. Watu walikuwa kwa, tulikuwa hatujui, unakuta mtu umeisha jiingiza kwenye mgogoro. Kwa hiyo kuanzia leo nadhani kila mtu ataenda kukosoa pale alipokuwa anakosa. Aliyetuma hawa wa, watu wa msaada wa sheria kutumalizia migogoro, watu tutaendelea kuishi vizuri, sababu tulikuwa tumeishi, tunaishi kimigogoro, lakini kuanzia leo naona tutakuwa sawa kwa kampeni hii ya aliyoiandaa. Kwa kweli nashukuru, tatizo langu limeweza kusikilizwa. Nimepata ufumbuzi, nimepata ufafanuzi. Kwa hiyo nimshukuru sana mama Samia Suluhu, aendelee kuwepo madarakani miaka yote. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kipenzi. Ni swala ambalo iligusa haki za watu wengi, baadhi yao wameshaenda mahakamani, kesi zilishapata imeshapata hukumu, saa nyingine walishatimiza hukumu lakini mwananchi hajapata haki yake, nazunguka kule na kule namshukuru, kwa sababu wataalamu wetu wameweza kutuhusia kidogo kwamba mtu mwenye changamoto ya namna hiyo anaweza akaipata bure kwa gharama za mama yetu kipenzi. Kwa hiyo ni swala nyeti sana ambalo lishaisumbua sana jamii yetu wa baadhi yao kwa sababu ya kutoko, kukosa gharama za kuendesha kesi. Kwa hiyo binafsi mimi namshukuru sana sana sana, lakini pia nawashukuru na wakufunzi wetu jinsi walivyotoa elimu na jamii imeelewa, ukilinganisha na jinsi walivyouliza na majibu waliyopata kutoka kwa wataalamu wetu, naona swala somo limeeleweka kwao vizuri. Changamoto yangu imepokelewa, nimepewa ushauri, nafuatilia kulingana na ushauri niliopewa, lakini nimepata mwanga.